Asante sana nashukuru sana mimi, naitwa Samuel Wado, ni afisa mtendaji mkuu wa benki ya Uchumi. Nimefurahi kwamba leo mmetutembelea ili tuhabarishe wananchi wa Kilimanjaro na maeneo ya jirani kuhusiana na umuhimu wa kuweka akiba hasa kwa vijana na makundi ya kina mama e, tunatambua kwamba mkoa wetu wa Kilimanjaro tuna wajasiriamali wazuri wa kinamama. Na kwa mkoa wetu wa Kilimanjaro kina mama wengi ni wajasiriamali na wanafanya kazi nzuri sana. Kwa kama walivyosema changamoto kubwa mbili za vijana na kina mama, moja kwa vijana ni kuhusiana na kuweka akiba. Kukutana na vijana pia tunatoa elimu mara nyingi e, watu wengi wamekuwa wakipata changamoto hasa vijana ya kuweka akiba, na tunachoendelea kusisitiza kwa vijana, kuweka akiba haihitaji wewe uwe na ile kuweka akiba inaanzia kwenye akili na nidhamu. Nidhamu ni kile unachokipata uhakikisha ukitumii chote. Kama mtu anapata shilingi elfu kumi kwa siku katika shughuli zake akitumia yote elfu kumi kwa siku, hiyo maanake huyo ni mtu ambaye amekosa nidhamu ya pesa. Kwa hiyo nidhamu ya pesa haijalishi una pesa nyingi kiasi gani kama una nidhamu ya pesa, hutaweza kuweka akiba hata ukipata nyingi. Kwa hiyo kile kidogo unachokipata, ukitengeneza ile nidhamu ya kutunza, inakusaidia kwa kwa kwa ajili ya kuongeza kile kidogo unachokipata. Kwa hiyo msisitizo wetu kwa vijana ni tuendelee kufanya kazi zile ambazo zinatuwezesha kupata kipato cha kila siku, lakini kila siku ukumbuke kuweka akiba. Kwa upande wa wajasiriamali, kina mama, changamoto kubwa pia ambayo tumeiona wakina mama wanakutana nayo ni kukopa kwenye kausha damu. Kausha damu maana yake ni kwamba mtu unaweza kukopa na riba zake ukiweka, e, ukiweka riba ile na unakuta analipa mara tatu ya hela aliyokopa au mara nne. Na tukitambua hilo pia tume... saini mkataba na halmashauri ya wilaya ya Siha ambapo pia tuna branch kule kwa ajili ya benki yetu ya uchumi kutumika E, kukopesha wakina mama na vijana na wale wenye makundi maalum kuweza kupata mikopo ile ya serikali isiokuwa na riba. Kwa hiyo benki yetu ni miongoni mwa benki ambazo tumeingia kwenye mkataba huo, na tunategemea wale wajasiriamali upande wa wilaya ya Siha, tutashirikiana na halmashauri pale kuwapatia mikopo ambayo haitakuwa na riba. Kwa hiyo hiyo pia itasaidia kuinua kipato cha vijana, wakina mama na wale wenye mahitaji maalum kwa upande wa wilaya ya Siha. Hatua zote za awali zimekamilika. Mwezi uliopita tulisaini mkataba kule Dodoma na TAMISEMI kwa ajili ya kuendelea kufanya huduma hizo, na tayari taratibu za mikataba tumekamilisha pia na halmashauri. Vitu ambavyo vimebaki kwa sasa ni mifumo ambayo tunakamilisha, taratibu za kimifumo, na maana yake ni kwamba E, mifumo ya benki itakuwa inawasiliana na mifumo ya kule halmashauri, ili kila anayekopeshwa basi serikali iweze kupata taarifa zake, lakini pia benki ijiridhishe kwamba anayekopeshwa ni yule muhitaji kweli na ana shughuli za kimaendeleo anafanya. Kwa hiyo tunategemea ndani ya siku chache zijazo ambapo haitazidi wiki mbili, e, tutaweza kuhakikisha kwamba taratibu za kuanza kutoa mikopo zitakuwa zimekwisha kuanza. Kwa hiyo na timu yetu ya benki wameshafanya vikao na wahusika kwa upande wa halmashauri ya Siha. Kwa hiyo siku za karibuni tutaendelea na hatua za utoaji fedha sasa kwa makundi hayo. Tayari tumeshapata makundi zaidi ya mia ambayo tayari tumeshathibitisha kwamba wana wana mi wanafikia vile vigezo vinavyotakiwa, kwa hiyo kilichobaki sasa ni kuanza tu kuwapatia pesa ili wakafanye kazi. Kwa upande wa mikopo hii ya vikundi hakuna dhamana ambayo inawekwa, lakini kwa mikopo mingine ya kawaida ile ya biashara tunatumia dhamana, kwa sababu biashara hizi sisi sio wa Watanzania na tuseme, binadamu kwa ujumla, usipomwekea vizuizi anaweza akatumia huo mwanya kwa ajili ya e, kufanya vitu ambavyo sio sio. Wako watu wengi sana ni waaminifu, lakini wale ambao sio waaminifu pia wanajipenyeza katikati ya kwa hiyo kwa upande wa benki sheria zinatutaka tutumie dhamana, isipokuwa tu kwa hii mikopo ya makundi maalum, serikali inatuwekea dhamana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawakopesha. Kwa hiyo na hata vile vikundi vingine ambavyo tunakopesha kwa hapa manispaa ya Moshi, dhamana ni vikundi vyenyewe, wanadhaminiana kwa kufahamiana, na sisi tunathibitisha kupitia ofisi za serikali kwamba wanaokopeshwa wana biashara ambazo ni halali na wanajidhamini kupitia vitu vyao vya ndani na biashara zao kwa ujumla. Kwa hiyo imetusaidia pia kuwafikia wengi na mikopo ile wa midogo wanayoikopa inawezesha zile biashara zao kuendelea. Nachoweza kuwaambia wana Kilimanjaro kwa ujumla ni kuwashukuru kwa kuendelea eh, kuiunga mkono benki yetu, na nichukue nafasi hii kuwakaribisha wale kina mama, vijana na makundi ambayo hawajaweza kujiunga na benki yetu, wanakaribishwa sana ili waweze kupata huduma e, hizo ambao wenzao wanazifaidi, na sisi tuko tayari kuendelea kuwahudumia na kuhakikisha kwamba tutawapatia huduma hizo kwa wakati na kwa ubora wa hali ya juu.